Kukosa mtoto katika baadhi ya jamii huchukuliwa ni kama mkosi. Jambo hili liliwachochea wazee wa jamii ya Elchamus huko Baringo kusini kuandaa matambiko na maombi ya kitamaduni ambapo pia waliombea mvua. Kwenye ibada hiyo ya kitamaduni, ni katika kijiji cha Mukutani, Baringo Kusini tunakutana na kundi la wazee wa jamii ya Elchamus asubuhi wakiwa na matai kwa maombi maalum. Eneo hili halijapata mvua kwa muda mrefu. Katika siku hii, wazee walichukua kondoo na kumpeleka hadi mto Mukutani na kumchovya ndani ya maji mara nne hadi atetemeke, ishara ya kwamba mvua itanyesha. Iwapo ishara hiyo haitokei, jamii inaamini kuwa kuna mkosi na janga litatokea. Kuingiza hiyo maji, hiyo ni ishara ya kusema tuingize maji itoke, yaanza kufanya hivyo masikio na mwili yote kutoa hiyo maji, hiyo ni kusema basi mvua itanyesha. Katika siku hii maalum, walijitolea pia kufanya maombi kwa wanawake tasa. Wanawake hukusanyika katika nyumba ya mwanamke asiye na watoto wakiimba na kuomba, kisha kwenda chini ya mti wa mkuyu na kuendelea kuimba. Sisi yote tunakuja kuomba Mungu na tunakuja na masiwa na hiyo nini ya ng'ombe. Sasa tunakuja kuweka initi, tuna sasa vile tunaimba au kuweka hiyo nini sasa, hiyo masiwa kupea ku, kuja kuweka hii miti Mungu naona. Helen Lesuno mwenye umri wa miaka ishirini na minane anaonekana mwenye mawazo tele, hajawahi kupata mtoto. Mnamo mwaka 2012 alipata ujauzito lakini ukaharibika, na tangu wakati huo hajawahi tena kushika mimba, jambo ambalo limeleta kero kwake. Kama sasa mtu kama mimi sijabarikiwa, bado sijapata mtoto. Wamama sasa wakiimba waki hivi ama wakifurahi hivi, mi hata pia nabarikiwa na hiyo kuomba ya wamama. Kulingana na chifu eneo hilo Benjamin Lecher, mila hii ni muhimu katika jamii na imekuwa ikitumika kwa miaka mingi kuleta umoja miongoni mwa watu. Inafanya kazi kwa imani ya kimila na imewahi kufanya, na hata hii ya leo tuna imani kwa sababu kuna mama ambaye hajafanikiwa kwa muda, na kupitia hii maombi ya leo, ambaye inaenda kabisa katika utamaduni, inaenda kwa Mungu na Mungu anasikia maombi na kilio ya yule mama. Mila hii yenye heshima kubwa hufanywa tu na wazee ambao huchukuliwa kuwa wasafi katika jamii. Gilbert Sono, runinga ya Citizen.